Sisi sitasema kwa akili yangu, anaendelea kusemaje? Na alipokuja kwa mfalme, mfalme alimwambia je, Mikaya tuende Ramote Gleadi kupiga vita au tunyamaze? Akamwambia, kwea ufanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Mfalme akamwambia, mara ngapi nikuapishe usiniambie neno ila yaliyo kweli, ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana. Umeona? ya kwanza alipomuuliza yesi, anataka mema, akamwambia mema, akamwambia kwea kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwako. Lakini aliporudia kwa msisitizo, akamuuliza je, nikuaipishe mara ngapi, ili ijulikane kwamba ni Bwana amesema. Sasa Mikaya ndo akashtuka. Msali wa kumi na sita mfalme akamwambia mara ngapi ni kuapisha? kumi na saba akasema, naliwaona waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Sasa hii ndio kweli ya Bwana. Sasa baada ya kumuuliza, ndio kweli sasa anayomwambia wanaotawanyika, naliwaona waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa, kwake, kwa amani. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, je, yes, sikukwambia hata ni bashiria mema ila mabaya. Mikaya akasema, sikia basi neno la Bwana. Nalimwona Bwana ameketi katika kiti chake cha, cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwee Ramoti Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi na huyu hivi. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia, ondoka ukafanya hivyo. Bwana Yesu asiwe sana sasa. Imefika mahali Mikaya anasema kweli ya Mungu, namna sasa ulimwengu wa roho anavyoona vitu vitakavyokuwa. Anaona Waisraeli wametawanyika huko kama hawana mchungaji, lakini Ahabu anataka abashiliwe mema, anakasilika. Sasa anamwambia kwamba Bwana nalimwona Bwana akisema ni nani atamdanganya Ahabu aende Ramoth Gileadi akapigane Biblia anasema kwamba waliinuka pepo wa uongo, akasema ni mimi, pepo wa uongo aliinuka, akasema mimi. Yule pepo wa uongo anauliza, utamdanganya kwa njia gani? Anasema kwamba nitaenda kutia maneno ya uongo kwa nabii wake wote, ambao manabii wote sasa, nyuma tumeona walimtabilia mema Ahabu, kila nabii alitabili mema manabii wake wote bila kujua ya kwamba kuna pepo tayari wa uongo yuko ndani ya wale manabii. Bwana Yesu asiwe sana, haleluya! Watu wa Mungu, basi angalia Bwana, 23. Bwana msali wa ishirini na tatu Bwana ametia pepo wa uongo kinywani mwa manabii wako hawa wote, naye Bwana amenena mabaya juu yako. Ndipo akakaribia Zetekia mwana wa Kenaani akampiga mikaa ya kofi la shavu, akasema roho ya Bwana alitokaje kwangu ili aseme na wewe? Unaona, sasa Mikaya anasema kweli ya kwamba kuna pepo wa uongo amepanda kwa manabii wako, akiwemo kwa Zedekia. Amekubashilia ame ambayo sio ya kweli, amekubashilia mema wakati Bwana ametamka mabaya kwa ajili yako. Bwana Yesu asiwe sana. Biblia inaniambia kwamba Zedekia aliposikia hizo habari alimtandika kofi Mikaya, Akamwambia, huyo bwana aliye ndani yangu ni lini amekuja ndani yako kusema na mimi? Anajifanya sasa, Zedekia ndo ana Mungu wa kweli ndani yake, kuna neno la kweli ndani yake, kumbe kuna pepo wa uongo. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa akampiga kofi, akamwambia wewe ame, kwa nini na huyo Mungu ametokaje kwangu aje aseme na wewe?